tuanze mhubiri tisa nane wasomaji wangu wange kwepo nisomea chapu tunamaliza kwa sababu sitaendelea sana kwa sababu tumeamkia hapa asubuhi mapema au tunaenda kidogo tu tunamaliza mhubiri sura ya tisa na mstari wa nane nasema mavazi yako na yawe meupe siku zote mavazi yako semeni yote sema mavazi yangu yawe meupe siku zote Asa, mavazi yanamaanisha tabia hiyo namba 1. Mavazi yanamaanisha maneno yako. Usiwe na maneno machafu, usiwe na lugha chafu, usiwe na vikundi vya maneno machafu hapa na kuandaa ili uweze kufanikiwa kimaisha. Watu 15 wenye akili kubwa waseme amen. Amen. Mavazi yako yawe meupe siku zote. Maana yake uwe na lugha safi. Uwe na tabia safi. Uwe na mahusiano na watu safi. Hayo ni mavazi. Mavazi ya mtu ni maneno yako. Maneno yako ni mavazi yako. Tabia zako ni mavazi yako. Kama nanielewa sema amen. Watu watakupenda kwa sababu ya tabia zako, watakupenda kwa sababu ya maneno yako. Unapozia mtu anasema, mimi watu wananikataa. Tabia zako na maneno. Hatuwezi kukataa, maadui wanakuwepo, lakini hawatafaulu kama mavazi yako ni meupe. Hawatakuweza maana wewe ni msafi. Ina mikono juu, tamka, sema e, hey Baba nisafishe, niwe safi. Sema kwa sauti, kaza ulimi, ongeza sauti wewe mbele ya wanadamu na mbele zako Baba, kwa jina la Yesu ali hai. Naomba makofi yaliyoambatana vigelegele kwa Bwana Yesu. Aleluya safi mavazi yako. Uwa... akameu waowaji wanapotaka kuoa, kwanza wanaangalia sura. Baada ya sura, wanaangalia tabia. Baada ya tabia, wanasikiliza maneno ya watu, watu wanasema nini. Kama wewe dada una sura nzuri, unavaa vizuri, lakini watu wanasema, huyo dada ni kiruka wazee, hayo maneno yatakuzuia kuolewa. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu watu wanakuja kumwambia mwana ndoa habari za mumewa au mkeo. Una habari, unapoondoka, yeye unasafiri na mkeo anasafiri, siku hiyo moja unasikia ndoa imevunjika, kwa sababu kuna matendo yasiyofaa, siyo? siyo safi yamevunja familia. Uwe safi. Sasa hautanitikia, maana hapa niko na kusugua na stili waya <laughs> Hello? Hiyo ni spiritual stili waya. Shika mkono jirani yako, muulize swali, wewe ni msafi pale mtaani? Sasa unamuuliza kwa sauti ambayo haitoki, atakuelewaje? muulize kwa sauti, wewe ni msafi pale mtaani kwenu? muulize pale sokoni na kwa majirani, wewe ni msafi? mtu mwenye visasi, usio mtu ambaye una roho mbaya, unawachukia watu bila sababu, una roho iliyojaa chuki. Uwo sio usafi. Mungu hata kupeleka mbali kwa sababu ya tabia zako. Ina mikono, naongea na mimi, sema Baba naomba unipe tabia njema. Sema kwa sauti, ondoa kila tabia mbaya iliyokaa ndani yangu kwa jina la Yesu. Shusha mikono. Kuna watu wana tabia ya kuzira. Kuzira ni tabia nzuri? Hilo ni vazi chafu watu wana tabia ya matusi. Matusi ni tabia nzuri? Uwe safi, make sure unajitengeneza mwenyewe, tabia zako ziwe nzuri. Nataka useme amina, nataka uitikie useme amina. Hakikisha unaoishi nao wasione kama wanaishi na Shetani, maana hata kama utapata kazi wakati una tabia ambayo, hautadumu kazini. Wewe una tabia ya kupigana, una tabia ya kugombana Una tabia kuiba, nani atakuajiri wewe? Ni mwizi. Wewe ni mdokozi, tabia itakukosesha baraka. Mwanaume gani ataishi na wewe wakati wewe ni malaya? Ehe, mbona unataki kunielewa? Unanuka harufu ya umalaya, nani atakuwa wewe unataka ucheke na kila mwanaume. Ukishaolewa, usichekee kila mwanaume. Hapa hamtanipenda wadada wamekuwa wengi wadadadada hawa hawa wadada, wadada, wadada, wadada hawa. Hawa wadada wana mashetani yao, ukilala naye mashetani yake anakufuata na wewe, hasa ukichukua ma, ma, mashetani ya Mkerewe, uchukua ya Mkuria, uchukua ya Muha, uchukua ya Mwangaza, uchukua mashetani ya mwanyume, ya kusanya yote ni nipeewe umebeba Usimwangalie mtu utaleta kesi, niangalie mimi, maana tafikiri ni yeye ndio unamwangalia wewe, angalia huko. Ina mikono juu, tamka kwa nguvu, sema Baba. Tue sauti wewe, nasema Baba, naomba leo unioshe kwa damu yako, katika jina la Yesu hai. Watu wote niseme amen. Amen. Unaposikia watu wanaharibikiwa, kinachowaharibia mambo ni tabia zao kitu gani? Sasa yes. Ongea sasa tu, kitu gani? Una yes. Yeah. Tabia mbaya, unaiba hela za mume wako. Atakuamini lini? Siibe hela za mwanaume hata kama akupikizia na kumwambia hela zako nimetunza pale, akuamini. Ukimrudishia hela mara mbili tatu, atajua mke wangu ni mwaminifu, ataanza kukuambia tunzie milioni mbili hapo. Hakutaitaka kesho, sawa, ni mwaminifu. Sasa we unadokoa, be straightforward uwe mkweli, uwe mwazi Simoni, baba mmoja alienda kuaguliwa sumba wangu. Na alipofika mganga, akamwambia nakupeleka kisiwa ambacho hakina watu, ndio nafanyia. Akampeleka kisiwa kile. Akachemsha maji mengi. Yakachemka, akamwambia vua ngozi zote kaka kwenye kigoda, akakalia kwenye jiwe pale. Akawa na chota ya maji, anamwekea kichwa, anampiga na mkia wa mbuzi sijui. Na unajua mganga akiwa anaongea, hawezi kujua anaongea nini. Chamaa ameenda kutafuta dawa ya kuzuia pesa zisiondoke. Alipotoka alifirisika mpaka kucha za vidole zikawa zinalika, akaishiwa kabisa. Alikuwa na magari, alikuwa na manyumba, alikuwa akaishiwa kabisa, totali, akaishiwa kabisa, kwa sababu yale mapepo ya mganga alimfirisi. Nilimwombea hapa, alikuja kwangu jicho limemtoka kata. Nikamwambia naona waganga kwako. Waganga ndio tatizo lako baba, ni kweli, ambia umefyonza nyota. Afande moja alikuwa akinisikia na ubiri lakini, alikuwa na mambo aliona, anataka pande cheo kazini. Akaenda Sumbawanga kwa mganga, aliniambia alikaa wiki tatu, alimaliza milioni tatu kwa waganga. Siku anakanyaga ofisini, anakutana na boss wake, alimwambia nakufukuza kazi. Boss, nifanya nini? Aa, aa, sitaki kukuona. Yani nasikia mbona anambia nikufukuze? Yani, yani ile harufu ya waganga inamfukuzisha nini. Acha waganga, mbona utaki kuelewa Mama mwingine walikuwa anafinyana finyana na mwanaume. Akaona yule mwanaume shatani acha kaenda kwa mganga. Mganga anamwambia anakupa dawa au kamwekea mume wake akupende. Akampa dawa. Ile ilikuwa dawa ya kuoga. Alipofika akaweka ile dawa kwenye maji ya kuoga. Mwanaume akampeleka bafuni maji. Wakati mwanaume anaanza kuoga ile maji hasira zinapanda. Anasikia nakasirika. No, unajua watu wengi akienda kuoga anapenda kujifunga taulo, si ndio? Sijui nani aliwafundisha. Ametoka bafuni na taulo, ila naingia ndani kumuona mke wake, anasikia hasira juu yake, hata kosa lijulikana, kilichokuwa cha kwanza ni ngumi huu. Baba baba! na ule ayana sikia hasira ha! kuna vitu na vikumbuka, kwanza mwaka ule uliniambiaje? Yani ile dawa imeanza kuleta matatizo. Shika mkono jirani ya yako mwambie, sababu ya matatizo mengi yanayokusumbua wewe ni yale madawa ya waganga ulioga na mengine ulimeza, na mengine ukazika vichupachupa, mwambie anakuandama mpaka leo. Wewe naongela watu hapa, walipigana walipigana mchana mweupe, ikabidi mwanamke ameshatandikwa na mwanaume, naye amevaa taulo, nguo zote zimeanguka, wote wako uchi. Inua juu kabisa, sema chale yoyote kwenye mwili wangu naifuta kwa damu ya Yesu. Sema kwa sauti Dawa yoyote niliyooga zamani au nilifukiziwa naifuta kwa damu ya Yesu. Mapepo toka! Dawa yoyote niliyolamba kuanzia leo potea. Sema kwa nguvu, sema tena. Niwe safi mbele za Bwana. Shusha mikono, mavazi yako yawe safi. Usiwaendee waganga. Ukienda kwa mganga unatiwa unajisi. Pungua sauti yako, sema amen. Mbona uongee, sema amen. Askari mmoja wa jeshi la immigration, hawa watu wanaitwa immigration hao, si unaelewa, alihitaji kupata mtoto wa kike. Watu wanapozaa watoto wanataka jinsia wa kiume, mara wa kike. Alitamai apate mtoto wa kike, kamwambia mke wake Tufanye nini tupate mtoto wa kike? Maana walikuwa na watoto watatu na wote ni wa kiume. Huyu askari akamwambia mke wake, twende kwa mganga. Mwanamke akasema siwezi enda kwa mganga, mimi ni Msabato, siendaki kwa mganga. Mwanamke akambembeleza mke wake, mke akakataa. Mwishowe mwanamke kaenda kwa mganga yeye mwenyewe. Mganga akamwambia mke wako ana mimba. Akasema yeye ana mimba, nataka wa kike. Akasema okay, nenda kwenye nguo zake uchomoe uzi kwenye nguo za mke wako Chomua uzi mmoja niletee. Akarudi nyumbani polepole, si unaishi pamoja, nguo sio za kutafuta, chomoa uzi mmoja. Akapelekea mganga, mganga achukua uzi akatengeneza dawa, akamwambia, nenda mke wako atazaa mtoto wa kike. Kamna nipata vizuri? Sema amen. Mimi likuwa na miezi miwili, ikawa mine, ikawa siti, ikawa tisa. Mama akaenda kujifungua ustarini, sikuwa amejifungua. Akazaa mtoto wa kike, sio shida. Alipozaa mtoto wa kike, akaanza kutokwa na damu yule mama, damu zinatoka zinaisha, iko starini, wanajaribu kuchoma sindana kuzuia damu, haiwezekani. Ikafika mahali wanaweka drip ya damu huku, timu ya damu huku, damu zinaisha. Waliita maspecialist wa wanawake kuzuia damu, ilishindikana mpaka huyu mama alifia kitandani pale pale. Akafa, kaacha mtoto wa kike, lakini yeye mwanamke akafa. Haikuishia hapo, wale watotu, watoto watatu waliobaki wote wakaanza kujinyea wakiwa shuleni, wanaachia mzigo wapigia baba, bwana, watoto wako vipi? Watoto wakubwa hivi, yes. Ikawa shida shida kabisa, wote watatu, kale kalikoachwa na kenyewe ni kuharisha saa yote Mtu mmoja anele muombea hapa kapona alipopata bada, akamwambia wewe, una mtumishi wa Mungu Mwanza, njoo wakusaidie. Jamariko alichukua ndege Dar es Salaam, akakata tiketi za watoto wote wanne na yeye, mpata yapoti hapo mpaka hapa kanisani, baba ni okowe hawa watoto wote, ni kujinyea hata kwenye ndege majinyea. Yani, unaona natembea na mati, matambara, mke alikufa. Piga magoti naweka mikono hivi, nasikia damu ya mwanamke wake. Kamwambia, nini kilitokea? Nasikia damu ya mke wako, ulimuua. Hapana, nini kilifanya niambie, sema. Ulienda kwa mganga? Eh, kweli nilienda. Eh, ilikuaje? Mganga alinituma uzi nituzae mtoto wa kike. Kapeleka uzi, lakini ipofika kujifungua, mke alikufa. Nikamwambia, wewe ndiye uliua mke wako ule uzi uliochomwa kwenye nguo, wakati unachomwa uzi ulikuwa unachoma roho ya mke wako. Ulipompelekea mganga ile dawa alifanya, alikunyang'anya mke wako akakupa mtoto wa kike. Niulize kanisa, alipata hasara alipata faida? Nipo mwambia maneno hayo, askari wa watu alidondoka, kaanza kulia. Haikuishia hapa, naambia, nikiendesha gari nikifika mahala hata siku moja, alikuwa kwenye Dar es Salaam Gari imezima mpaka lori linanyanyuka kuja kumwangukia, watu wanampigia kelele, kimbia, akachomoka ndani ya gari, likaangukiwa gari lake, ile dawa ya mganga. Shika mkono jirani yako utikise kidogo, mwambie dawa za waganga zitakuharibia maisha yako. Tatizo namwambia kwa sauti ndogo, maana namuogopa, atakushitaki mshike mkono mwambie, acha madawa ya waganga wa kienyeji, mwambie hakikisha kwenye makazi yako wewe mganga akanyegi na dawa zake hazipo, mwambie aseme amen. Huyu jamaa nikabidi niombee watoto aache kujinyea. Mungu ni mwema, watoto akapona, naye akapona, anaambia baba, sina hamu naendea waganga. Nawajua we mavazi yako yameupe, ukiendea waganga huna vazi jeupe, umeharibu. Naomba ache waganga, hatu uzipoitikia, narudia kusema naomba aache waganga zote na madawa na madawa, vitu vya waganga, tupa vyote. Inua mikono juu, sema wewe, Yesu ni mfalme, wewe unatawala milele. Mpigie Bwana makofi na vigeregere na shangwe na ndelemo zake.